Tambua kuwa nafasi za jeshi la polisi zina ushindani mkali mno. Watu wengi wana uhitaji na hizi nafasi, lakini kupitia hii video nitaenda kukupa ushauri ambao unaweza kukusaidia wewe kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe. Ushauri namba moja: tengeneza ukaribu wa heshima na askari polisi. Tafuta ushauri kwa askari waliopo kazini au waliostaafu. Ushauri namba mbili: zingatia nidhamu na maadili. Maadili binafsi huangaliwa hata kabla ya kuitwa usaili. Na mwisho anza kuhudhuria semina za Jeshi la Polisi. Uliza maswali ya msingi kupitia semina, kwa sababu ndani ya semina unakutana na watu tofauti tofauti.